Nilifika hapa shuleni mnamo tarehe nne ya mwezi wa tatu ni mwezi uliopita. Nikawasalimia walimu, wakajaribu kueleza changamoto tulizonazo kwenye shule yetu, lakini pili, niliongea na watoto na wao wakasema changamoto walizonazo ndani ya shule yetu. Kwa hiyo, kuna baadhi ya changamoto siku ya tarehe nne zilizokuwa ndani ya uwezo wangu tuliweza kuzitatua, lakini zingine niliwaahidi kwamba baada ya wao kufungua shule, kwa sababu alikuwa naenda kwenye kipindi cha midterm, nikawaambia wakifungua shule basi nitarejea kuja kujaribu kutatua zile zingine ambazo zilizopo kwa kadri Mwenyezi Mungu anavyotujalia. Sasa na mimi leo sitakuwa na maneno mengi sana, nilichokuja nacho nimekuja kwenye ile kuja kukabidhi ule mchango wangu ama ahadi zangu ambazo nilizokuwa nimewaahidi, lakini pili ni kuja kushirikiana na nyinyi wazazi. Nilitamani muwepo ili tuweze kujadiliana kwa kina swala zima la elimu kwa watoto wetu, lakini na changamoto kubwa inayowakabili watoto. Kuna baadhi ambazo wanaweza kuhimili, lakini zipo ambazo hazihimiliki, likiwemo swala zima la ujenzi ama uwepo wa choo. Sasa tulikubaliana siku ile ya tarehe nne mwezi wa tatu kwamba angalau wazazi msaidie kuwatafutia watoto wetu mahali pa kujistiri wanapokuwa kwenye mazingira yao ya shule. Na hoja yetu ilikuja ni kwamba tuna madarasa ambayo yako hapa hayatumiki, lakini tuna watoto wetu ambao wako mitaani wanapanga vyumba kule mitaani mazingira ya watoto wetu kupanga vyumba mitaani na mazingira ya mtoto wetu tukimboreshea vyoo hapa tukamleta hapa shuleni akawa karibu na walimu. Mimi binafsi niliona hilo ni jambo jema kuliko kumwacha mtoto anahangaika shuleni au kuhangaika kule mitaani. Lakini pili, gharama zitapungua kwako mzazi. Kwa sababu badala ya kumpangia chumba kwa mwezi shilingi elfu ngapi elfu tano akija hapa shule hutalipa hiyo shilingi elfu tano lakini mtaani tunaona hatuna nyumba nyingi, hazina miundombinu ya umeme. Akiwepo hapa shuleni, maeneo mengi, madarasa mengi tayari yana umeme. Walimu wamejitahidi kutokana na viposho vyao vya uendeshaji wa shule, wameweza kuweka umeme kwenye baadhi ya madarasa, lakini na hata kwenye vyumba vile ambavyo wanavitumia. Kwa huyu mtoto akiwa hapa shuleni, moja, atapata fursa wa kupata muda wa ziada wa kujifunza. Lakini atapata fursa ya kuwa na mwalimu karibu na kuweza kuendelea kujifunza kwa karibu, badala ya mtoto atoke shule arudi nyumbani alikopanga chumba chake, afike nyumbani aanze kutafuta kuni ziko wapi, au mkaa uko wapi, awashe jiko aanze kupika, akatafute maji, sijui akafanye, a mambo mengi hapo katikati anayokumbana nayo. Mwisho wa siku, huyu mtoto atakuwa hayuko shule, bali tumemtengenezea maisha yake mengine ya kujitegemea. Naomba nimalizie kukabidhi ahadi zangu ambazo niliziahidi siku ya tarehe nne mwezi wa tatu. Wanafunzi mpo? wow. Wanafunzi wa kompyuta science wako ngapi? Wako wapi? Hebu simameni mnaosoma kompyuta, mko wapi? Njoni hapa mbele. Na tulikuwa na kompyuta ngapi jamaa? Walimu mnaofundisha hilo somo, moja tu <laughs> na mimi niliwaahidi ngapi? Niliwaidi ngapi? Mbili. Ehe, sasa hapo sijui uonge, uongeze meza. Haya, tutafungua moja kwa, kwa nani? Ehe.